Nam, hujambo pote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mie hapa ni VWM ukipenda Victor Mado Mandala, kafika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu ni kupasha kiduchu tu kwenye pita pita za kwangu. Nam, katika maeneo kadha wa kadha nilianzia eneo la Ikombe kule Yata, Ikombe Yata eh, kuna kisa kimoja. Kuna pasta mmoja agundua kwamba muumini mpya ni tapeli mtaani. Naam, pasto wa hapa alipigwa na butoa alipofika kwa boma la muumini aliyejiunga alieji na kanisa lake majuzi tu, na kupata kwamba alikuwa amemhadaa. Alikuwa amepata dharura mkewe alipougua na alihitaji msaada wa pesa. Kwa hivyo basi, yani, unajua ameenda ameambia pasto, unajua nimepata hitaji la dharura, mkewangu amepata shida, nahitaji pesa Pasta kwenda kufika pale akagundua mke wake akobuheriwa afya. Jamaa alikuwa anamdanganya. Shuali, mbona na mbono unadanganya mpaka pasta? Ah, ah. Tapeli mpaka kanisani. Aya, kitafakari ju ya hayo nikatoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi eneo la na, eneo la Kaptembwa kule Kaptembwa Nakuru, ambapo buda, buda aduwa mke kumhimiza apeleke kimada nyumbani. Naam, ilikuwaje katika eneo hili? Naam, ilikuwa hivi. Kuna mama mmoja alimtaka mumewe kumleta kimada wake nyumbani na kumtambulisha badala ya kumficha. Yani mama amefika mahali mzee amekuwa na mpango kwa hivyo mama amekaa fika mahali mpaka akashindwa huyu mzee. So amefika mahali anaambia mzee, fanya hivi, leta tu huyo mwanamke hapo, mtambulishe tupate kumjua, wacha kujichaficha naye huko. Ukiona mke amefika mahali anakuambia mlete tu hapa, ukiona amefika hapo, amefika basi boiling point, amefika mwisho. So please usimfikishe hapo, anaweza kufanya chochote, au sio? Usifikishe mama hapo. Mbona tu siwe mwaminifu kwa ndoa yako? Why, mbona tu siwe mwaminifu na ukitafakari hiyo hayo, nikafika eneo la Likoni Mombasa, ambapo kuna kisura moja kosolewa kumtema mme kwa sababu ya tamaa ya kufurahia ujana kila siku. Yaani, mama amefika mali, mzee amesema, ah, ah, enough is enough. Kwa nini? Yaani, wanawake waliokuwa wakipiga gumzo katika salon moja mtaani hapa waligawanyika kufuatia kauli ya mmoja wao kwamba hawezi kuishi na mme anayechangamkia uroda kila siku, yaani mama sema pana huyu ee, hapana hasa. Wengine wanamuuliza kwa nini ati huyu, ah, jamaa amezidi. Sasa hivyo ndio ndo uisha hmm. Ulimwengu na mambo. Kitafakari juu hayo, nikafika lita Machakos, ambapo kuna jombi moja aibishwa kudoea mvinyo wa waombolezaji. Yani wameenda pale chakula pamoja na mvinyo, waombolezaji wamekuja pale, wanaomboleza na kadhalika, jamaa ameenda tu pale, nia yake hata si chakula sana, mvinyo. Unapenda vya bure, unapenda vya bure. Haya, niruhusu nimalizie eneo la Malindi mjini. Malindi mjini, basi mmoja asema jitafutie chakula kabla unitamani lofa. Aelezwa kuna jamaa mmoja alienda ka eleza binti fulani kwamba anania wakapate kujenga maisha kwa pamoja. Lakini binti akimwangalia, naona huyu jamaa anakaa katika, ako katika uhitaji zaidi. Kwa hivyo akafika mahali akamwambia, sijui kama ili kuwa ni matusi ama ni ukweli. Ukipata mtu namwambia e, nataka tutengeneze jamii pamoja, alafu nakuambia fanya hivi Enda jitafutie chakula ule kwanza, enda yani, ujipange kwanza, ukae vizuri ndio so, kwamba ama... <laughs> Pita pita za kwangu nami hapa VMM, ukipenda Victor Madomandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Hakikisha kwamba hujaondoka hapa kabla usubscribe chini hapa. Kuna neno subscribe ukiambia, sign in, sign in na jina la akaunti yako copy the link hapa juu and share, na weke comment yako pale chini, nitakuwa vyema zaidi. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe pale. Right? God bless you, I love you all. Subscribe. Bye bye. Ni kwenye pita pita za kwangu na mimi VWM. Nasema kuishi kwingi kwa na mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Bye bye. Shalom. God bless you.